Na kwa wote mnaotumia misemo bila ruksa yangu, dawa yenu upo pale, mama anaichemsha makulu. Dawa yao sipo jikoni, unaichemsha hajatoka. <laughs> Bado aa, kama ilivyoada, tupo Vingunguti nyumbani, ambapo alipozaliwa na alipotokea Magolide. E, Magolide mijino, moja kati ya watu ambao mtaa amini kwamba mtandao wanafahamu. Tumezungumza naye mengi sana kuhusiana na yale ambayo anayafanya, pamoja na maisha yake kwa ujumla, mama, na yale ambayo kwa anaishi kule Saudi. Lakini muda huu nazungumza na familia, kuna mama mzaa chema, mama mwenyewe, mama ambaye amemzaa Magolide. Tutazungumza naye tujaribu kusikia vile ambavyo malezi yalivyomlea Magolide mpaka hapa alipofikia kule mwisho. E, kuna shemeji yetu ambaye ni mkewe mtarajiwa, sema hajaoa, si ndio? anatarajia kuoa mkewe na Magolide naye atazungumza naye, atuambie vile ambavyo anafurahia uwepo wa ndugu yetu. Mama Shimako, marhaba. Kwema kabisa. Niambie mwana, mambo yanaenda kama kawaida? Sawa, natamani nifahamu furaha yako ni ipi kuona mwanao amebadilika. Nimezungumza naye, ametuambia zamani alikuwa ni mtu ambaye e, kama vile alikuwa muhuni, lakini siku hizi mtu mmoja mzuri, watu tunampenda na jamii na inampenda. Wewe furaha yako ni ipi hasa? Yani, furaha yangu uwezi kuijua. Nashukuru sana, cha kwanza namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mwanangu kubadilika. Hakuna, ninamtegemea ndo baba yangu Nimefanikiwa. Mifanikiwa. Na... Taratibu sana. Magolide kwenye uzao wako wamezaliwa wangapi na yeye ni mtoto wangapi hasa? Watano. Watano. Eh. Kwa maana kwamba wamezaliwa watano na yeye ni mtoto wa mwisho? Watatu. Watatu. Eh. Sawa. Ili siku ambayo Magolide anasafiri anauacha mji anaenda Saudi, wewe ulikuwa kwenye hali gani au alikuaga vipi au ulisikia kwa nani kwamba mwanao bwana yupo? Kwanza safari yake nilikwamisha mimi Ulikwamisha? nilikuwa naumwa Kwa hiyo ile lake yote akanihudumia mimi mama yake Baadaye nilipokuwa nimepata ujambo akajipanga tena nikamruhusu mwanangu aende mwanangu kaenda kutafuta Kichobakia nimemwombea dua nashukuru Mungu alhamdulillah. kuondoka kwake ulimbariki. Mwanangu <laughs> ulimbariki mwanangu nienda kapambane Kwa heshima zote Eh. Mm. Kuanzia mimi mpaka baba yake mm. Kwa sababu alitafuta kwa halali mm. Sio mwizi mm. Nashukuru kwa hiyo. Zamani alikuwa na tabia gani ambayo wewe zilikuwa zinakukwaza kama mzazi? Tabia kikubwa kabisa, apendi mzazi wake ni uziwe. mm. Ndo korofi wake mm. Hakuwa na tabia ya wizi, bali mkorofi, unapomuuzi hasa mm. Akizalau wazazi wake mm. Ndio hiyo mm. Kuna kitu ambacho ama kuna tukio ambalo unalikumbuka alisha kulifanya Magolide, ukasema da, mwanangu, umefanya kama hili? ni fujo tu mm. Fujo, lo kimchokoza mm. Ndo hivyo, hasira zake zipo mkononi, ndo mm. Hivo maisha yake ya South Africa bila shaka unayafahamu na unayapenda. Nayafahamu na nayapenda na afuta, kwa sababu kama jamii nzima South Africa ni rafiki zake hata mm. kama yeye yeah. Ayupo me wale wengine napiga na ustori kama kawaida mm. kwenye simu mm. na mpaka alivyorudi huku mm. kule, bado naongea na wale wenzio walikuwa kule mm. Vijana wengi wanapokuwa wametoka kwenda kutafuta maisha kama wanakuwa wanajisahau hivi, kwa hiyo wanapitiwa starehe nyingi vina hivi, mji unakuwa ume um, um, umeutawala wao. Kwa Magolide ipo tofauti ama ipo hivyo? Tangu aende sauzi sasa ni mtu wa starehe tu? Mama yake kutafika kipindi unampigia simu apokee starehe. Eh. Kwanza alikuwa anatukumbuka wazazi wake mm. Na pili amewekeza mm. mm. ana nyumba. Magolide, ana nyumba? Ana nyumba, ndio. ah, e, hey. Ila bado haijaisha ila. hey. Bahati kila kitu mpaka yeah. Magrili kila kitu mm. Bado hatua ndogo tu mm. tuhamie kwenye mjengo, ndio mm. Hivyo fari yako hii, bi siku kumuona sa unaingia kwenye mjengo mwanao Nazidi kumfagilia, tunamwombea Mwenyezi Mungu. mm. alichompa kama kikubwa mm. azidi kupata kama kidogo, kiongezeke kuwa kikubwa mm. ndio hilo. Ama nizungumze na mkweo kidogo, huyo. Pumzika shemeji, mambo poa? uko poa? niko poa. Bariki jina lako kwa wale ambao wanakutazama na hawajai kukuona, wafahamu na mangalia nani. Sophie. Sophie. Yeah. Watu, mimi naitwa Sophie, Sophie, yeah. Magolide ni una mahusiano naye gani? waambie sasa watu. usiniambie mimi Magolide ni mchumba wangu, ila tunapolekea anakuwa mume wangu halali. Yeah. Mahusiano wenu sea, ina muda gani mpaka sasa? Mwaka mmoja na miezi mitatu. Uh, m -m -m mulianza kipindi ambacho Magolide yupo hapa au yupo kule? Hapana, alikuwa Saudi. Yeah. Ikitukia mtu akaja kakwambia hivi Magolide umempendia nini, utajibu nini? <laughs> <laughs> Mimi ananiheshimu tuna kunisikiliza, ndo kitu ambacho nimekipenda kutoka kwake. Kujo zote zile tunaziona mtandaoni za Magolide, wewe anakuheshimu? Ananiheshimu sana sana. oh. Sana. Eh. Hey. Hmm. Ikitokea kaitazama hii video, hebu mwambie kitu ambacho ukipendi. Yaani bwana Magolide akifanya hivi mimi nauzika sana sipendi kile anachokifanya. Si mimi sipendi anywe pombe tu. Yeah. Wewe unywe. Me. ki nachokifanyamspanmn umekuwa mpole sana ni kwa sababu umekaa walake... na mkwe unaogopa usikose ndoa? Hapana, mimi ni mpole. Hmm. Yeah. yeah. Ambapo ipo, sauzi, kule ambapo Magolide anapokuwa yupo huwa mnawasiliana kila baada ya muda gani? Kila baada ya miezi mingapi a mnaongea? Kiukweli abibu, kila siku, na akinikosa kwa online anakasirika sana sana, kwa sababu anakuwaga ananitumia hela nieke bando, so yaani akinikosa ya huwaga, hmm. Yani ni ugomvi, vita kubwa sana. Mm -hmm. Watu wengi wanakataa ama hawapendi wapenzi wao ama wa wenza wao wakae mbali na wao kwa kuamini ya kwamba kwa kule walipo huenda wakawasahau au kule walipo huenda wakapata wengine. Wewe imani yako ipoje? Magolide iko mbali South Africa, ni hapa kati, umepita maeneo kibao. Wewe unamwamini vipi? Mimi namwamini sana na zaidi ya sana, hata simu yake kenye si hapa nayo na namba simu no e, ah, <laughs> yake na wewe eh, mikiki unavumilia, watu wanapiga, unajua kasharudi huyo, watu watu wa zamani sasa wanaanza kumtafuta, amna mtu wa zamani anemtafuta. Simu yake hapa na mimi ndio mara nyingi waga naitumia, ukikagua e, na haina mambo ya ovyo ovyo, amna chochote, mm. Naweza nikakutolea hata pate ni sasa hivi, ukikuta hata picha ya mwanamke eh, una ila yako e. Mbona unajiamini sana? Hamna <laughs> kitu e. Habibu katulia. Eh. Yeah. Wazazi wako ama marafiki ndugu na jamaa wanakuambiaje? Kwa sababu okay, okay, ukiwa na mahusiano na mtu ambaye muhuni vile ambavyo wanavyoongea, labda anavuta sigara ama anavuta bange na au anakunywa pombe, wazazi wengi ama ndugu wengi huwa hawapendi. Kwako ipoje kwa wazazi wako, wameridhia uwe na mtu kama Magolide mwenye mtu ambaye mwenyewe anasema zamani alikuwa mtu mbaya <laughs> mi sisikilizaji jambo la mtu kwenye mapenzi yangu. Mm. Na moyo sana. Tutarajia lini sasa, maana mzee ndio kusharudi? Ah, siwezi kusema sana, ila si bado tupo mm. <laughs> mitandao ya kijamii sipo mm. mtaona mm. Magolide li alisema litarajia awe na mtoto, imekuwa bahati mbaya ni ibidi azae na wewe. <laughs> Eh, pole. Asante mama, narudi kwako, narudi kwako mkua. Umemsikia bila shaka umempitisha huyu nimempitisha, na mpaka wifi zake washafika mpaka kwao eh. Taratibu zote za za kisheria zimeshafuatwa, kwamba huyu ndio tunakwenda kuoa kama alivyokuambia. Mitandao ipo, mtasikia mm. Kama mmefanana hivi mtu anaweza kaona kama mwanawe au kishakuwa na unko, unampenda au mnaendana, mnafanana, mtavyozidi kukaa mtakuwa kama mtu na mwanawe. Ndio hivyo sawa. Wale watu ambao wanasema wana, wana, wana tabia za mtu kama Magolide, hasa kule anapokuwa kule nje, wewe na kuumiza kiasi gani? Watu wanaongea, nyinyi mnakaa tu huko, mnafanya nini? Nani afanye kazi? Unajisikiaje? Mimi mwenyewe najua mwanangu kule jinsi alivyo. Mwanangu kaenda kutafuta, hajaenda hmm. kucheza hakwenda kuiba wala nini hmm namuona mwenyewe mwanangu anavyohangaika mm. inapotokea jambo lazima linakuwa wazi mm. Nalielewa mm. Kwa hiyo mtu hata akisema wewe mwanao kaenda kufanya hivi, nania uongo mm. Kwa sababu kwangu anatimiza mm. Ndio haya bwana. Mama, mimi nashukuru kwa kuzungumza na wewe. Malizia neno lolote eh, mwambie mwanao Magolide kitokea akaitazama hii video, maneno ambayo huenda hujawahi kumwambia Kivua kabisa, kama alivyosema mtarajiwa wake, pombe na mie tofauti. Sitaki mwanangu anywe pombe. Na lingine na wasapoti wote, hmm. wanaompa mwanangu big up, asante sana mama. Naye unasema asante sana na mkwe, tumalizie hapo. ashante shana bwana <laughs> hey, kuna... ma, ma, <laughs> <laughs> <laughs> familia hiyo ni mama pamoja na mkwe ambaye ni mchumba, anasema soon tunaelekea kuwa mke wa Magolide. Mengi tumezungumza kubwa zaidi kuhusiana na maisha ya Magolide. Umesikia vile ambavyo mama amezungumza na mkiwe mtarajia, umesikia. Hebu tuambie kwenye comment hapo kipi ambacho unahisi ni busara kuhusiana na haya ambayo amezungumza. Mwisho kabisa tuambie. Hebu tuambie vipi ambavyo unapenda yale ambayo anayafanya Magolide. Zile kauli zake, yale maneno maneno fulani hivi. Tuambie kwenye comment hapo. Kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video kunako YouTube channel yetu ya Nyundo TV, usisahau kusubscribe. Asante sana.